Mna uhaba wa wafanyakazi wa kada za ualimu na utawala. Ili mkuu wa shule, tutakaa chini mimi na wewe, tuone tutasukuma wapi tuweze kusukuma, ili tuweze kuongezewa uh, walimu na watu wa utawala, tutalishughulikia. Lakini nakuomba unisumbue, kazi ilionayo ina vitu vingi, nitakuomba unisumbue, rafiki yangu wa karibu, usinionee haya katika hilo. Mna upungufu wa kompyuta. Ili kuna mawili, tunaweza tukatumia sponsors donors hawa Eh uh, au wadau wetu kama Shanta tukapata kompyuta tukaweza kuwapatia, au tuna mashauri inaweza kusaidia, tuendelee kushirikiana kwa karibu. Jingine ni kukosekana kwa internet connection, sijui kwa nini, lakini nadhani sio gumu sana e, ngoja nikakae na dasi wangu nione pale ofisini tumefanyaje, alafu tuone namna ya kuwaletea hapa, kama sio bei mbaya sana ndio nasi mwenye nitaingia mfukoni niweze kuwafungia internet au okay. Lakini sio mna chati mapenzi, maana vijana wa sasa nyie ndio mtazama hapa, ndio tunakaa hapa, tuna wifi ya bure eh. Kwa hiyo jamani, mtumie kwa ajili ya kusoma, mpate ujuzi. Wangapi mtaitumia vizuri kwa ajili ya kusoma, katika nyie wanafunzi kweli? Hizo sura mbona zilishawishi? Ah, <laughs> nyingine, mna ukosefu wa gari kwa ajili ya utawala na pia magari kwa ajili ya kazi ya udereva. Kwa hiyo kwa hadhi yako unastahili kuwa na gari na kwenda gari ya utawala angalau kuna magari mawili minimum. Hiki chuo ni kikubwa sana, chuo hiki kimejengwa zaidi ya bilioni tatu mpaka tuweze kufanikiwa, hata nikiwa nimetoka hapa tamkabidhi mtu mwingine. changamoto nyingine E, internet tumeshasema, nadhani nitaisimamia mwenyewe, au sio? Jamani, lakini tumekubaliana hakuna kuchati masuala ya mahaba, tumekubaliana eh? Kingine ukosefu wa baadhi ya vifaa vya karakana ya DCT, nadhani la serikali zaidi. Kwa hiyo nalo tutalijumuisha pamoja na masuala ya magari. Tutaendelea kufanya kazi kwa karibu.